Kwa kweli jana sijala, juzi sijala, na usiku wa kuamkia leo tena vile vile sijala. Kwa kweli haya maisha ni magumu sana sana, maana tumboni nasikia vinaunguruma. Sijui mwanangu Sora, sijui huko atafanikisha huko alikwenda. Kwa kweli namuombea kwa Mungu afanikishe, maana njani iliyonayo ni ngumu sana. Sizani kama taistahimili kweli hii njaa mimi. Mm. Kwa kweli njaa inauma. Njaa. Njaa inauma sana. Na njaa sana mimi.

Kwa sababu, hapa hakuna kazi roi fanya, ni uchafu mtupu. Kama yule yule mwanaume yule na mke wake, kwanza wakitamua mwanzoni wajua kufanya kazi katika hali ya ufanisi, wanasema eh tunajua kufanya kazi katika hali ya ufanisi. Hii ndio hali ya ufanisi wanaoifanya hii? Huu ndio serious wa kazi? Watu mbona wanapenda kuchezea maisha? Huku ni kuchezea maisha. Mimi niwapa kazi kwa kuaminifu, wafanye kazi katika hali ya uaminifu, wanifanyia hivi? Ama kweli, samaki moja akioza ila ni wote, na walishaoza wote Hela si wapi hela iliyokamilika. Mimi hapa si wapi japo mimi najiita bosi mdogo ninayependa nyashi. Mimi napenda mwanamke aliyejaza nyuma kuliko mbele. Hey, swali gani nyashi, mwanamke mwenye nyashi, mwenye kiuno hivi. Yes, of course. Sasa wao wananifanyia upumbavu kama huu. Huu ni upumbavu, majani yote yako hivi hivi eti nimepadilia an yani, mimi nasema hivi. I'm saying no, wapia. Now. Now, hela siwapatie wanalipo popote, tukikutana hela siwapatie hela kwa sababu wao ni ma ni mandazi au ni banzi? Kitungua tu hapa. Kazi mnafanya hivi? Mimi nasema hivi. Hiki mnafanyia huyu kubafu na mjinga wangu siwezi nikakubaliana na hali ya mazingira hivi hadi jasho na nishuka. Naishi kwa kutumia akili. Isaac on the beat. Za mwendo sasa. Mimi nitembeaje? Wewe na bosi ndo yule pale ameshafika. Na mimi nimemuona leo kaja na vitabu. Sasa ni kwambia tuwai tukazane tumechelewa. Sasi, awe yuko apo chakune mpele. Sasa sijajua ah, kama amekasirika au yuko sawa hapo chakuni mkeitsikilizaaa changamka. Sasa ndo umefika, kumbe apo sawa, tamalizana. Maana mimi na degree ya udalali nimesomea kabisa, ila maswara wanaonifanyia kupitia kazi. Siwaelewi.

Hebu kuwa na huruma basi. Kuwa na huruma. Ipo kosea ni wapi? Maana kama kufanya kazi tumefanya kazi kama ulivyotuelekeza. Tu inue upamba tu nani? Tumemaliza. Ni yeah, hamnijui. Hamnijui kabisa ila mnanisikiaga tu. Mimi mpaka nilipofikia ni mwisho na kinachofuata ni adhabu. Adhabu yenyewe kwanza mjue kupitia pesa ambayo tumeshaidiana. Kwanza hiyo nyesa huyu. Msahau, msahau kabisa yani. Hadi nashindwa na nalalamika mwenyewe hadi hakichwa yani nalala na waza shamba ambao mmepewa nisimamia nyinyi mnafanyia upumbavu kama huu. Hivi nyinyi mna akili, kwani mnajitambua nyinyi? Mnajitambua? Eh, kabisa. Unasema sisi tunajitambua, katika kujitambua kwetu tumefanya kazi hii kweli. Sasa hiyo adhabu ya kutunyima hela. Hiyo hela kwetu tunaitegemea. Ndio maana tumekuja kuchukua. Hapo natuambia tena kwamba eti adhabu tena tupewe hela. Mke okay wangu. Kweli hii ni nini? Hii ni nini? Tunakuomba babangu usaidie.

Fikiria au unayozungumza sawa, yote ni ya kwako. Sisi hatuna hatuna budi kukubalia, lakini tunaomba ombi moja basi, hiyo hela blaza, hela hiyo, hela mke wangu. tunaenda kufa kusema nini sasa? tunachokuomba sasa, tunachokuomba yaani tuna actually... bora mengine yote yapite, lakini tukiwa naomba hiyo hela, tuna shida tuna shida tuna shida, tuna shida. Tuna shida. Wewe ni mpumbavu, narudia tena, wewe ni mpumbavu, unafikiri mimi mpumbavu. Hapana baba. Sikiliza sikiliza. Ishia hapo hapo. Mimi na hela hizi hapa, hela zipo ila nilikuwapatia, nishawambia. Kwa sababu nyenye ni wa... Kwanza nyinyi mnaona kama vile nipotezea muda kwenye kazi. Hii document ambayo mimi nimeiandaa humu, process yote ya kazi mimi nimeiandaa hapa, nyenye mnanifanyia mpumbavu.

makazi ya udarari nimeaminiwa na bosi wangu baru afike mahali pa pumbavu. Si katembe zako ondoke bana. Na maneno mengi ongea na wewe. Shida gani? Piga mimba, shika njia. Naongea shika njia, huko unapeana mimba huko, amjiwezi nininapata sisi mabosi watoto hivi. Nafikiri mimi napendeza bure, napendeza sababu natumia akili kwanza, nimesoma eh, nimesoma Mungu, jamani, Mungu mpaka lini? Mna mnafanya kazi mnamaliza, yaani mnamaliza mtu anawageuka hapa baba, mi naenda kumwambia nini na baba hapa? Anajua tayari mimi naenda na hela ah! Mungu niondole na mimi zi shida nitazame mimi. Kuna na mimi kwani naangaika nateseka hivi ah! Ah! Ah, jamani, vimbo zote hizo kwa kudai haki yako. Kazi tumefanya, binadamu sio? Ni tumeumbwa hivi jamani? Usiriye, nyamaza tu, na maisha mimi. Sasa, tumefanya, <coughs> tumefanya kazi, tunafanya kazi vizuri, nakuja kuchukua hela lakini mtu anakupiga fimbo. Angalia fimbo niizo kula hata kama umechoka, maisha ndo haya, sasa tutafanya ndo maisha ambayo tunayo sasa utapambana, utapambana ushindani na matajiri. Mama nimekimbia ukaniacha mwenyewe, lakini naomba nisamee kwa hilo ila chukua, tuchukue tu, naomba nisamee kwa hilo ila tuchukue tu vitu kwanza. Mimi mwenyewe na maumivu ila sisemi, we jikaze tu, yote yataisha. Ni mapito ya muda. Ni mapito ya muda. ina maana ja, mpaka saa hizi hawajafika. Hiyo ni shamba ni kitu gani shamba? Mpaka saa hizi kweli? Kumbe njaa sasa, yani kumbe njaa sasa watakutana. Nimeanuka kwa njaa, nimeanuka kabisa, maana njaa sio kitu cha mchezo, jamani. njaa ni yani, kitu kingine kabisa. Na mimi hapa sina hata mia, ningeenda kunua hata mhogo pale kwa mama muuza kubila. Kuvuta heli sasa, hapa mimi sio kuvuta heli tena, nitavuta kifo, ntavuta kifo. Mme wangu amna, mimi nachoka sasa. Usipo jikaze, utakula nini? Ndio maisha yetu yenyewe, kushinda haya, haya. Hey, baba huyo. Hey, baba. Hey, hey mama, leta huu mfuko kwangu. Hey, baba, habari ya kazi baba? Tunashukuru tu Mungu, za kushinda baba ni nzuri. Shikamoo. Mara haba mara haba, umeamka salama lakini baba? Hey, salama. Naona mambo sio mabaya, si ndio? Nilikuwa na wajadili mwanangu, nilikuwa na wajadili sana sana. Huo ndio wanaume sasa i yani, umri huu bado kiuno unasema kiuno, mimi naye niseme nini? Lakini nakupongeza Sola, nakupongeza sana, nilikuita jina la Sola ikiwa ina maana jina la baba yangu mimi, mi najua na chochote, sindio? Hey, Mungu ni mwema. Maana wanasema hivi, hata vitabu vya Mungu vinasema hivi, mguu uliotoka mwanangu umeombewa. Hey, mguu uliotoka umeombewa. Huwezi tu ukakaa uka, uka, uka, tu ukasema kwamba sijui. Sasa Sora nini hiki? Baba mimi nilishindwa kukujibu chochote baba kwa sababu huu um, mfuko mke wangu ameokota wa njiani. Nguo ilikuwa imemzidia ndo akaweka. Kwa hiyo ina maana Sora wewe sora. Unanitania mpaka mimi baba yako. Unaniletea mimi nguo. Sio hivyo baba. Mimi sikutani baba. Sasa mimi ningekuwa ni chakula baba nishindwe kuweka chakula humo, lakini ilikuwa ni nguo. Mkuu, sasa baba ushaipokea sasa. Nikikwambia tena utaona na kudai, baba kweli, hawezi kuamini. Hapa unaniona hivi naongea hivi, lakini na maumivu mazito. Baba wewe unajua mimi njaa ninayoipitia hapa mpaka sasa, unaniwekea vitu kwenye mfuko. Mimi ukiweka vitu kwenye mfuko, najua ni chochote, ni kula. Ni kweli baba, mimi najua ni kweli baba, lakini unapaswa nisikilize kidogo nikwambie. Ongea ana kusikia Bona kama sielewi, mnakunywa maji kweli? Ina maana yani, inavyoonekana nyie huko mmempotoka, mmekula mmekula. Baba sio kwamba kunywa maji mtu amekula, sio kwamba mtu amekula. Baba maji ya nini? Wewe mama, wewe we, maji ya nini? Mimi unaniletea maji saa hizi mimi, mimi nisha kunywa lita tano mpaka saa hizi. Mtu yani, tumboni Tanzania ni mtu yako tupulugu tupulugu tutumboni. Unaniletea maji saa hizi wewe mama. Mimi mimi nataka, umesikia mimi nataka maji mimi sora Asa, baba sisi tutafanyeje? Tulikwenda ndo hivyo, tumekutana na mambo makubwa eh, kwa nimeokota tu hapo njiani, nikaona ni nifazie nguo yangu. Sasa mimi haya maji mimi harani saidia kitu gani? na mimi wakati bibi, tangu asubuhi mpaka saa hizi nimekaa hapa, nipo na nakunywa maji tu utazana, ni mtu mtu Maragarasi, tumboni yako purugutu purugutu, baba wangu, niko ndani. Ah, nenda baba, baba era na book, baba naomba unisikilize, sio kwamba sisi tungeshindwa kuja na chakula sio kwamba sisi tungeshindwa kuja na hela ya kusema kwamba baba tukuhemelee masaa yote ule. Kwanza hizi shida unazoziona zinaendelea hapa baba. Mimi mwenyewe sipendi. Mimi sipendi wewe ushinde njaa ulale njaa. Angalia maisha tuliyokuwa nayo. Sio kwamba unalala njaa tu peke yako hata sisi. Angalia kibarua tulichoenda kufanya. Tumeenda kwa ajili ya kuchukua hela mara ya mwisho. Tumeambulia kipigo baba. Kwa hiyo ina maana kwamba mmetoka kwenye kazi, baada ya kupewa hela mmepewa kipigo. Tumepewa kipigo. Mimi ni nimepigwa, nimepigwa fimbo. Unaona matope mpaka haya hapa, unaye waona haya yote haya. Nikugaragazwa ni chini. Mke wangu amepigwa mpaka basi. Sasa baba, baba. Unaona hivi hali baba. Sio kama mimi ningeshindwa kuja hapa nikuruka baba. Sasa leo mchele huu hapa baba. Natamani hayo maisha. Sora, nisikilize huko kwa makini sora. Mtoto wa kiume unapozaliwa kwanza, inabidi ukaze. Kaza sora, mimi wakati nakulea mimi nilikuwa ngangali. Nilikuwa ngangali sora. Unaniletea mimi vitu vya ajabu ajabu hapa. Nimekuita nimekuita kipara, nimekuita kipara au Sora nikiwa nina mana kubwa sana Sora. Unaniletea mimi vitu vya ajabu ajabu. Wewe wewe ana book, unaniletea vitu vya ajabu ajabu mimi hapa, mpaka mimi nachanganyikiwa.